Haya, mtazamaji, karibu sana kwenye episode ya kwanza. Basi acha nikupe kwa ufupi kabisa e, kisa cha tamthilia hii. Miaka ishirini iliyopita kiongozi wa dhehebu la Divine Knife anaitwa Baiti aliuawa kwa kuviziwa katika hekalu linajulikana kama Plum Nunnery lililoko kwenye mji wa mpakani. Kifo chake kikabaki kuwa fumbo kubwa katika ulimwengu wa sanaa ya mapigano. Miaka ishirini baadaye mwanawe wa kufikia anaitwa Fu Hongxue, ndio huyo unamuona sasa, wanaonyeshana vidole yule kule. Hawa wanasema usiku sasa ni kama umeanza kuingia, lakini hata hivyo yaonesha kuna kimbunga hapa. Tunamuona Fu Hongxue anarudi kutokea maeneo ya magharibi kwenda Central Plains, yani China ya kati. Wakati huo akivuka hapa katika jangwa, palikuwa siku ile kuna kimbunga cha aina walitahadharisha wenzie kwamba bana, usipite hapo, si salama, lakini alikuwa anaelekea Central Plains ili kwenda kuchunguza ule ukweli kuhusu kifo cha baba yake wa kufikia. Mama yake alimwambia ya kwamba sasa, wewe unazo nguvu za Mungu na kwa kuwa kifo cha baba yako kimebaki kuwa fumbo, basi nenda utafute aliyehusika na ulipize kisasi. Unaweza kuona sasa anaelekea Central Plains yani China ya mati, kuchunguza ukweli kuhusu kifo cha baba yake wa kufikia. Wakati huo huo yupo mtu anaitwa Yikai, mwana wa damu wa Bai. Pamoja na huwa Bai. Naye anawasili katika mji wa mpanguo kwa lengo lile lile, karibu sana mtaza baba sana. mtazamaji. yangu mimi sanjubabayanu kila kitu kwake anakichukuliaje sijui. Hivi anakichukuliajsi lakini inaweza kuwa siyo. Katika jumba la kifalme kule nasikia pana harusi kule itatakiwa kufanyika. Baba yako amekuambiaje kwa? Je, Ma Yasemekana binti wa Ma Kongqun ni mrembo sana. Kaka, utamwachaje huyu akupite? Mimi bila shaka. Na mimi nitapenda kweli kuona. Maana yake ningependa niende sehemu pana warembo wengi. Palikuwa na mrembo mmoja aliyekuwa akitoka dukani siku hiyo. Bwana huyu alipomwona akaamua kujichanga. Yamani, nwe, mnataka kunifanya mtoto mzuri, mtoto wa kitanga? Wewe usinifunue naye, unaogopa ndevu hizi? Ndevu watu wa pwani, kawaida yetu. Haya, mleteni chumbani kwangu pana mtu mmoja, ambapo basi sura yake ukiiona, bila shaka utakuwa ukimkumbuka brother Yankaitai, lakini jina lake huku anacheza kama mwigizaji tofauti. Alipojua wapi mwanamke yule alipokwenda kufungiwa, alimtahadharisha usiseme kitu Master, ingia ingia. Baadaye walipomleta kiongozi wao pale ndani, basi alifika pale, anawaruhusu waondoke

Eh, sinema hii unaweza kuona hichi ndo kisa cha kwanza kinachowaleta watu katika kipigo si cha kawaida bwana. Hii sehemu ndogo, hebu twende nje tukachenge. Ah! huyu mwamba ana staili yake ya kupiga tofauti. Ah! alipofika nje akakoroga. Yeah! wewe ni nani? Baba yangu wee, atakupa atakupeleka kwenye banda la mbwa utatafunwa. Master Murong, hebu tulia kidogo basi <laughs> eh, kuwa mvumilivu, kuwa mtulivu basi Paka, paka yale masimenti mazega matope yake, akahakikisha sasa amempaka paka matope alafu akavaa yale mavazi yake. Mwambie, unaona, hebu tulia hapo, watu watakuwa wakija hapa, wanakuja kusali sasa. Huwezi amini bwana, angalia mahali alipomweka eh, alitengeneza jisanamu fulani alafu kamtupia mule chini. Wakati alipotoka alikutana na binti mrembo, akawa anamtazama machoni, binti anatabasamu tu, alishindwa kuelewa. Hatimaye nimekupata. Kwa nini mimi? Nawe tunafahamiana? Haunijui, lakini mimi nakujua. Wakati fulani ule tulipoenda kwa Chinji, unakumbuka kilichotokea? Ukachoma zile nguo. Nakumbuka kila kitu, wakati tupo kwenye kasri lao Ukabadilisha vipodozi vyake ukaweka pilipili. Jamani, wewe hupendaga hata mambo ya utajiri, wewe ni mtu wa utajiri na unapenda sana kusafiri. Usiseme sana, kwani wewe ni nani? Mimi kwanza nataka nikuambie na kupendaga wewe. Sasa kwa nini basi usinikubalie mimi na wewe tuwe tunasafiri pamoja? Jamaa kamvuta mpaka pahala fulani. Akaweka tufaa kichwani mwake. Unajua ni muda mrefu sana sijafanya mazoezi ya kurusha visu. Usicheze hapo. E, nikirusha kisu ukicheza kimekumaliza. Haya kaka mimi sitacheza. Haya basi mimi niko tayari. Lakini nafikiri hii haitoshi, maana yake nawasiwasi, ukicheza kidogo inaweza kutokea ajali. Sasa kama mimi nikicheza, nakuambia yani wewe uniite mi kijibwa. Wapani shenji, aa mi bado na wasiwasi wasi. Wewe utashindwa bwana kukontrol muli wako. Wewe akasogea mpaka pale karibu, ni karibu wapani, nitakufunga ata ukitaka kujichezesha utaweza? Haba aya, miena wewe utaweza. Aya mimi nakusikiliza wewe, binti. Akakubali kijana, jina lake naitwa Ye Kai mwana wa damu wa Bai Tian. Utamjua Bai Tian, Bai Tian pamoja na Hua Baifeng, ambaye kama alivyoeleza naye yumo katika mji huu wa mpakani kwa lengo moja tu. Lengo ni kuweza eh, kuchunguza kifo cha baba yake, ambapo basi aliwawa si kwa fumbo. Lakini huyu si Ye Kai halisi. Ye Kai halisi amewekwa chini ya lile sanamu.

Hapana, hakuna cha kujadili mimi. Kusema ukweli, mi nakuzimia tangu kitambo. Kwa nini basi sikubali? Miss D pale ndo alikuwa anachomeka misaundi pale. Wewe we, mimi nitaanza kukasirika wewe we. Ja, mwamba huyo akasepa ja. Sasa mtazamaji, katika huo mji wa mpakani unapovuka katika lile jangwa katikati pana kasiri la kifalme linaitwa 10000 House Hall, ndio jina lake jamani. Kama mnavyojua, kazi hii inabidi tukabiliane na kila aina ya mashambulizi. Sijui kama bosi wetu atatusamee kama tukifanya makosa, na tunavyoona kwa sasa wengi wanamtafuta. Lazima tuhakikishe mji uko safi. Watu wetu nani washauawa? na mimi nataka nihakikishe kwamba nyinyi mko salama. So, wanaotutisha sisi labda pengine ni chiun section ngome. Kwa kuwa bosi wetu yuko mafichoni, maadui wengi watakuwa wanamsaka na pengine watajua yuko Chow. Sasa katika huo mji unaweza kuona lazima uvuke katika jangwa, unafika katika kasiri la kifalme ambamo basi umo ndani wanakwenda watu wenye fedha tu, panaitwa 10000 household na wale wanawake wote waliowaona pale ndio askari wa siri, ndio ma secret agent wanatumika wa kike, kwa sababu wengi wanaokuja hapa ni wanaume, na wanapokuja wanatafuta mapumziko, wanatafuta starehe. Kwa hiyo wakija, wao wanajisahau katika starehe bila ya kujua kwamba hao wanawake ni maaskari wa siri. Ndani ya hilo kasri pana mvuto wa kila aina wanawake ndani ya kasiri hilo huvaa na kupendeza na wananukia uturi kweli kweli. Ukiwaona jinsi walivyo warembo, nywele zao wanavyozitengeneza, eh, marembo wanayoyaweka katika mili yao, utawapata mabenati wa kila aina. Sasa kwanza, anayedance siku hiyo usiku analetwa juu juu, na wanaomleta pia wanakuwa wamevalia vizuri kwa unadhifu. Sasa unaweza kuona walevi walikuwa wanafurahia sana burudani za sampali na kuingia humu ndani lazima uwe na fedha, vipande vya fedha, ama ni dhahabu ama ni fedha. Haya, unaweza kuona basi dansi linaanza pale, hilo linaitwa dansi wa kudumu e, watu wana enjoy tu. Haya, kama unavyo, basi wengine hucheza kamari, yani kuna starehe za kila aina. Wanawake nao huwa wanakuwa wamejiremba kweli kweli, wamejikoboa viatu wanavyo ni vya aina yake, sio vile vinavyoweza kumsababisha mtu kudondoka kwenye hapo hapo. Basi walikuwa hapo pembeni, wakaanza kumsifia, wanasema, nimekuwa nikimfuatilia muda, demu huyu anajua yani wake. Ah bwana, uh, kuna uh, kitu siwezi kukubali, usiku leo lazima nikalale naye. Hapo ndipo anapoingia muhuni huyu akijifanya kuwa yeye ni Ye Kai. Kumbuka nilikueleza mtazamaji habari ya Ye Kai pamoja, e, na bwana mdogo ambaye tulimuona tangu mwanzo anaitwa Fu Hongxue, akivuka aki e, katika jangwa katika akielekea Central Plains, China ya kati. Sasa huko ndo China ya kati, China ya kati kuna jangwa kuna mtazamaji Alipofika, alikuja mrembo kumpoa hivi ndivyo ambavyo biashara pale ndani hufanyika. Anafika anasema wewe, si kama vile tumekuzoea, yaonesha hii ndo mara yako ya kwanza. Akasema ndio, unajicho zuri kweli umepata. Akasema utakapokunywa kinywaji, basi tutakuruhusu ujiachie tu basi, watu, wanawake wa pale wakikufuata wanakulegezea sana, labda pengine hiki kinywaji kitamaliza matatizo yako yote leo usiku. Ah, asante sana. Sasa angalia jinsi yule chui nanga anavyotazama. Anaangalia. Sehemu eh, nzuri kama hivi mnakuja mnaletea vinywaji vya nani vya bei rahisi. Unatutafuta shida eh? Nani aliyesema kwamba mimi nakunywa vinywaji wanaopewa mbwa? Ni hebu tuendeni kwanza tukakabiliane naye jamani, jamani. Sasa big boss ni ni, ilikuwa usiku leo hapa hapa. Kumbe basi basi, ndio maana tumepata vipande vya fedha. Lazima tunaye mteja ambaye. Bila shaka, mkuu, karibu sana. kama sikosei, basi wewe utakuwa unatokea katika familia ya Muro. Tunaomba utuiharadhi kwa yaliyotokea. Upuuzi kabisa! Inawezekana vipi mpaka anaingia? Hamjanitambua? nikimwambia baba yangu mdogo hapa, ataleta askari wake na atawaleta na farasi, mtakatwa shingo zetu wote wakanywa. Katika familia ya Muron ndiko anakotokea Ye Kai. Eh, sisi tuko tayari, tutakutii mkuu. Leo jamani kila mtu atakula atakunywa na mtastarehe, yote itakuwa kwenye bili yangu, akalipa kabisa

Sasa, ikiwa basi sisi tuliobaki tuko salama. Yawezekana vipi turidhie mwenzetu aje? Kuchelewa kwake hakuwezi kuwa hivi hivi. Hata na mimi siwezi kusadiki kwamba atakuwa yuko salama. Watu 36 wakarudi 35. Hatuna habari zake. Na hii inaashiria kwamba pengine mji hauko salama. Patakuwa na muuaji ambaye ameshaingia. Na pengine yuko katikati yetu. Guama Tang's car Inatubidi tuondoke katika kasri twendeke tukajione. Muone wazi hapa wote. Kama mnavyojua Big Boss akifika akiwasiliana. Inabidi awe salama. Sasa unasemaje? Lazima tuwe na uhakika kuko salama? Hata huyu mgeni aliyekuja huyu Murong Minzu. Hawezi kabisa. Aliyekogorofani uko bila shaka hata yeye siye ambaye tunamdhania ni. Sasa tunamwona anakuja mwamba sasa eh, tunamwona mwamba anakuja. Huyu sasa ndiye anaitwa Fu Hongxue eh, sasa nimeelezea vizuri katika episode hii mwanzo kabisa. baba yake kijana huyu eh, ndio alikuwa kiongozi wa dhehebu la Divine Knife eh, alikuwa anaitwa Bai Tianyu. Na aliuawa kwa ajabu sana. Aliviziwa kwenye hekalu la wale wana Masisi watano. Mmm, sasa aliuawa. Kijana bado anasaka kujua ni nani aliyeua mtoto wa baba yake. Alipoingia pale, alipokelewa, akaambiwa hakuna chumba. Akasema siwezi kuamini, sehemu nadhifu kama hii itakosa chumba cha kuoga. Sikiliza mkuu, kama tulivyokuambia hapo, hakuna chumba Big, box, big Boss yuko pale anatizama yanayoendelea upande wa Mkuu. Basi tusikilizane, huko hakuna chumba, utaenda utalala wapi mkuu? Basi akawa anamuelezea kwamba pale hakuna chumba, hakuna haja yeye kwenda sehemu ambako basi hawezi kupata chumba, akiwa anambishia bishia pale ili kusudi asiingie shaya, kwa, timu domrwa, shaya. Shula, <laughs> hai, basi wakati wakiendelea kuvutana pale E, kiongozi mmoja akawa amekuja pale akapatiwa oh. Mwambia achukua hiyo. Bacchen, wakawa wanajadiliana huyu naye atakuwa nani sasa, wakiwa wanaulizana ulizana maswali pale. Kan rena. E, na kwanza atakuwa anatokea wapi? Mbona anaonekana kama vile mtu fulani hivi na nini? Wakawa wanajadiliana wenyewe kwa wenyewe wakiwa wanajiuliza nani huyu jamaa atakuwa nani? Saasa, tazama ukumbuke kwamba hapa inaimarishwa kila uchao, yani mambo ya security ya nakuwa, yani kwa hiyo wakawa wanaulizana jinsi gani ambavyo kama huyu mtu si mzuri watakabiliana naye, kwa sababu hawana kwa kwa, lakini auonekani kama wee unatoke Jamani, sasa huyu ni pombe, si utakuwa unaboeka. Akisema mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kulala, sio kwa ajili ya mwanamke. Yule bibi akamwambia na upanga wako. Eh, jamaa akaukamata haraka, hataki ushikwe. Basi kama laiti wangejua hey, kwamba huyu ndio kiongozi wa ile secret agents. Ndio askari e, hey, mkuu ambaye ana, anaongoza jeshi la wenzie wote. Hata anavyolegeza sauti basi ungeweza kujitahidi we makini zaidi. Mwambie unaonaje? Jina lako nani? Akasema mimi Fu Hongxue. Hiyo hong inamaanisha leo. Na hiyo nyingine inamaanisha. Eh, sasa kule upande ule wale wengine nao wakiwa wameshalewa walishakubaliana kwamba mmoja wao atalala na huyo huyu binti hapa. Eh, nashangaa na sana. Ina maana wewe hujui kwamba leo usiku nalala na nani? Akasema najua. Nitalala na huyu kaka. Oh. Wewe acha kunitania. Kwa nini ushania? Mimi sikutania. Mbona nilishawaambia? Yoyote ambaye atakuwa na ujuzi na hiyo mm. Wewe usitutanie. Oh. Mm. E, jamaa e, mm. Mm, kaka, huyu juimena naona kama huyu anataka kunichukua. Leo atakuchukua usiku, utaondoka na wewe kama kama kama ni kulala na na na mwanaume mwanaume mwanaume usiku wa leo, mimi mimi natamani uwe wewe. Big Boss yuko pale anatazama kila kitu, ile ile movie yote anaiona ile hivi hivi. Umeshawahi kusikia e, wapi mwanaume anakuja tu kiraisi hivi analala na mwanaume? <laughs> eh, watu wote <watu> <laughs> <laughs> <He, bossishawele. laughs> fukuza mbuzi hapa bana, imekuja jamaa mshamba, mshamba sana huyu. Kama ukiweza kuniua mimi, ndio utalala na huyu mtoto msoto, msoto. Kama uwezi kufanya chochote hapa sasa Bosi kidogo. Haya, jamani, subirini. Hapa ni mahali ambapo kuna marafiki tu hakuna mambo ya uongo. Haya, kama vyumba vimejaa basi huyu jamaa atalala, mmiliki wa hapa ilo ameshalipitisha. Itakuwa ni kwa muda mfupi, usiku wa leo, kesho atapata chumba. Ndipo sasa tunamona yule E, Ye Kai feki <laughs> akienda mezani kuketi naye, sasa alivyovaa hajui kama huyu jamaa huyo, eh, Fu Hongxue huyo Ye Kai ni ndugu yani, mtu na ndugu yake. Ye Kai ni mtoto wa kuzaliwa kabisa wa Bai Tianyu. Halafu, Fu Hongxue ni mtoto wa kambo, na tunamwona Ye Kai feki akiwa amevaa mavazi ya Ye Kai, huku akiwa amemwacha Ye Kai kule katika jamaa amemfunika katika Laiti kama angelijua basi huyu Fu Hongshu ni kaka kabisa, kaka wa kambo wa yeye, asinge msogelea. Sasa tutakutana kwenye episode nyingine ili burudani ipate kuendelea. Tamthilia inaitwa Legend of Chi. Hakikisha una subscribe una comment una like pamoja na kushare. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr. Informer. Zingatia kusubscribe YouTube yangu mpya inaitwa Mr. Lukindo. Zingatia pia kusubscribe YouTube yangu nyingine inaitwa ya Lukindo. Tuko pamoja hadi tamati. Haya, usikose kwenye episodi ya pili.